Kama na wewe ni miongoni mwa wengi ambao hupitia changamoto hizi, basi nisikilize hapa kwa makini. Changamoto za kutokushika mimba na maradhi yanayohusiana si jambo la kufanywa mzaha, ni safari inayohitaji msaada wa dhati. Kwa msaada wetu wa kitaalam, tunaweza kukusaidia kuuelewa mwili wako na kukupa suluhisho la changamoto zako. Hatua kwa hatua, tutakuwa na wewe kwenye safari hii. Dkt. Mzamilu Baraka ni mtaalam wa afya ya uzazi. Hapa utapata suluhisho la uzazi kwa jinsia zote, yani mwanaume pamoja na mwanamke, tunatibu magonjwa yafuatayo: uvimbe na zote, matatizo ya homoni, PID, UTI, fangasi sugu, nguvu za kiume, kutopata mimba na ukipata zinatoka. Sisi tunatatua changamoto zote za uzazi tunapatikana Pugu Station Dar es Salaam. Kwa msaada zaidi tupigie simu sasa kwenda namba 0684362870 au 0717523578. Hapa ndio pale ambapo utapata majibu sahihi ya changamoto yako.